Ngoma ikivuma sana, ikavuma sana, ngoma ikavuma vuu vuu vuu, ikavuma ngoma, ikukaribia kupasuka. Takribani miaka 23 sasa, tangu mwaka 2002 hadi 2025 Tanzania imepitia kipindi kigumu cha kuwapoteza baadhi ya nyota wake wakubwa katika tasnia mbalimbali mbali. Wakati vipaji vyao bado vinang'aa na kupewa heshima na mashabiki. Vifo vyao, licha ya kuacha maumivu na mapengo makubwa, vimeendelea kuibua maswali, kumbukumbu kumbu, na simanzi ambazo bado zinatamalaki kwenye jamii na ndani ya familia zao. Katika video hii tunawatazama kwa ufupi baadhi ya wasanii waliotutoka katika mazingira yaliyogusa mioyo ya Watanzania, huku nyota zao zikiwa bado juu na safari zao zikiwa hazijafika mwisho. Sharo Milionea, jina halisi Huseni Ramadhani Mkieti, alizaliwa tarehe 27 Oktoba 1985 katika kijiji cha Lusanga wilayani Muheza mkoani Tanga. Alikuwa mmoja wa wasanii waliotokea kwa kasi kubwa kwenye filamu na muziki nchini, akijijengea umaarufu kupitia mtindo wake wa kipekee wa kuigiza na kuongea kwa lahaja ya kisharobaro ambayo ilimtofautisha na kumfanya ajulikane zaidi kwa jina lake maarufu kuliko la kuzaliwa. Awali, aliingia kwenye tasnia akitumia jina la Sharobaro, lakini kutokana na mgongano wa majina na msanii mwenzake Bob Junior, aliamua kulibadilisha na kujiita Sharo Millionaire, jina ambalo mashabiki walilikubali haraka na likawa sehemu ya utambulisho wake mpya. Katika mahojiano mbalimbali Sharo Millionaire aliwahi kueleza kuwa alivutiwa na uigizaji wa Marekani, hasa msanii Will Smith, na mara nyingi alitumia misemo kama usinichafue, min nimechoka, kumbeba min na mwizi min, kuunda staili yake ya utofautishaji. Staili hiyo ndiyo iliyoleta hewa mpya katika filamu na muziki wa Bongo. Mbali na uigizaji, Sharo pia alitamba kwenye muziki kupitia nyimbo kama na hasabu tusigombane, chuki bure, hawataki, sondela na tembea kisharobaro. Wakati akiwa kwenye kilele cha ubunifu alikuwa akijiandaa kuachia nyimbo nyingine kama Vululu Vululu na Changanya Changanya. Lakini usiku wa Ijumaa Novemba 26 mwaka 2012 safari yake ilikatika ghafla, baada ya kupata ajali ya gari katika eneo la Maguzoni, Muheza, mkoani Tanga wakati akitokea Dar es Salaam. Kifo chake kiliacha tasnia ya burudani ikitetemeka, mashabiki wakibaki na maswali mengi, wakijiuliza ni jinsi gani kipaji hiki kingeendelea kukua kama angelipata nafasi ya kuendelea kuishi. Patrick Mafisango alikuwa mchezaji wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam. Alizaliwa Machi 9 mwaka 1980 na maisha yake yalikatizwa ghafla Mei 17, 2012 baada ya ajali ya gari iliyotokea maeneo ya Tazara. Wakati wa ajali hiyo, Mafisango alikuwa akijaribu kumkwepa mwendesha pikipiki, lakini gari lake likapoteza mwelekeo na kumgonga kando ya barabara ajali hiyo ilimwondoa mmoja wa viungo muhimu wa Simba, na hadi leo pengo lake limekuwa gumu kuzibika. Mwili wake uliagwa katika viwanja vya Changombe kabla ya kusafirishwa kwenda kuzikwa kijiji cha Lemba Kinshasa, nchini Kongo alikuzaliwa. Kifo cha Mafisango kiliacha simanzi kubwa, si tu kwa mashabiki wa Simba, bali kwa mashabiki wote wa soka Afrika Mashariki. Hakuwa tu mwamba wa Simba bali pia nahodha wa timu ya taifa ya Rwanda na mchezaji aliyewahi kupita kwenye club kadhaa ikiwemo APR na Amavubi, lakini kilichomtofautisha zaidi ni roho yake ya ushindi. Mafisango alikuwa msemaji shupavu na mwenye kuwahamasisha wachezaji wenzake kupigana hadi dakika ya mwisho, hasa katika mechi ngumu za watani wa jadi ambapo alijulikana kwa kutokubali kushindwa hata mkiwa nyuma kwa mabao. Leo jina lake linaendelea kukumbukwa kama mfano wa uongozi, ujasiri na mapenzi ya dhati kwa mchezo wa soka. Amina Chifupa alizaliwa Mei 20 mwaka 1981 na alifariki Juni 26 mwaka 2007 baada ya kuugua. Kifo chake kilitokea siku chache kabla ya kikao cha bunge la bajeti, wakati akiwa bado mbunge. Amina Chifupa alipata umaarufu mkubwa kwa kuwa mmoja wa wabunge vijana zaidi nchini, na alikumbukwa kwa ujasiri wake wa kupambana na wauzaji na watumiaji wa madawa ya kulevya. Uthubutu wake huo ulimfanya avute hisia za wengi, hasa kutokana na msimamo wake wa kutetea vijana, kupunguza rushwa na kusukuma elimu kwa wote. Kabla ya kuingia bungeni, Amina alikuwa mtangazaji maarufu wa Clouds FM ambako alijijengea jina na ushawishi mkubwa. Ndani ya miezi 18 ya ubunge wake, aliendelea kushikilia kauli mbiu yake ya kutetea haki na ustawi wa vijana.